Na kwenye rekodi yangu hapa nilikuwa napekua mafaili yangu kwenye ofisi yangu pale parking mm. Nimegundua kwamba hii ni mara ya pili anashikiliwa na jeshi la polisi Mwandambo ndani mm. ya miezi miwili no, tuma zikiwa okay, mm. yeah, mm. ametoa matamshi ya uchochezi lakini, mm. pia kuhusiana na maswala ya kidini. Mimi, mimi sina tatizo na mzee kukamatwa, mm -hmm. Mi sina tatizo mm na pia nimefurahi kukamatwa mzee, hapana. mm -hmm. Nimefurahi jeshi la polisi kumkamata mzee na kutoa taarifa na, na kusema mapema kabisa, maana sasa hivi eh, sasa hivi bwana, lakini kama unaendelea Farhani, tuapongeze pongeze kidogo. Sikisu anasema eh, hiyo ni kitu kizuri sana. Umemkamata mtu na unasema unatoa taarifa mm. na makosa yake unayaweka wazi kwa bana, makosa yake ni haya na haya na haya. Kama anadhaminika watu wanaenda waatoa wa wa dhamana, kama adhaminiki kwa sababu kwa sababu mbalimbali, lakini watu wanajua ndugu wetu yuko sehemu fulani. Mimi naomba msidi pia hapo, Farhan, la ufuatiliaji wangu umekuwa mdogo kwenye hilo, hivi imekuwa ni kwa watu maarufu tu au hata mtu ambaye sio maarufu amekuwa akitoa hizo taarifa, hutolewa kwa sababu ya prominence. Okay. E, unajua akipotea kani hapa yaani kama asipoonekana maswali, mm. naweza kawa mengi. Okay, lakini watu wengine labda mtu kama mimi sifahamiki, mm. nimekamatwa, nimeshikiliwa mm. mm. una utaratibu wa taarifa f ya taarifa kufika, mm. mm. kwamba wapigie ndugu zako maelewa, mm. matoa mm. taarifa kwa mtu fulani, unakaa mtaa gani? mm. Hizo ni taratibu ambazo zinapaswa kufanyika. Kwa hiyo okay, kwa, kwa mzee Mwandambo, mimi kukamatwa kwake na jeshi la polisi kutoa taarifa ni mm. relief, ni kitu kizuri sana mm. kwa kama kuna wanasheria, ndugu e, wanajua wanatakiwa ende kituo gani cha polisi mm. na kufuatilia mchakato, na hii ilikuwa ni moja kati ya maagizo ya waziri wa mambo ya ndani, okay. Mheshimiwa George Simba, Simba mm. Chawene alisema wazi, kwanza namna ya ukamataji alizungumza, lakini utoaji wa taarifa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo nachoona nachofanya sasa jeshi la polisi ndivyo ilivyopaswa kufanyika ama ndivyo inavyopaswa kuwa. Umeona eh? Kwa hiyo unatoa room kwanza ya watu kuamini, kujenga imani umeelewa, lakini eh? Pia unatoa room ya masuala mbalimbali ya kisheria, mfano labda haki ya mtuhumiwa kupatikana, haki ya dhamana, haki ya kuchagua mwanasheria, haki ya ndugu zake kwenda kumtembelea haki ya ndugu zake kupata taarifa zake sahihi, kupunguza taharuki. Ni tiba nzuri na inapaswa kuendelea hivi, bila kujali mtu amefanya kosa kubwa kiasi gani, lakini mm -hmm. Taarifa ni, ni jambo la msingi sana. kuna, kuna kitu ambacho tutaanza kitibu taratibu mm -hmm. eh, nacho ni uwazi na uwajibikaji, okay. step unayofuata labda tuendelee kupambania namna ya ukamataji, jitambulishe. Unaona bana, eh, awepo labda mjumbe wake, mwanao, mwenyekiti wa mtaa bana, tunakamata mtu fulani ama tunafanya inspection ya mtu fulani. Hiyo eh, inakuwa inatengeneza mazingira mazuri sana. Kwa hiyo, kwa hapa tulipo, mii nasema alhamdulillah, tuliko hapa sipa baya, lakini tunapaswa kuendelea. Mm. Eh, yani Uh, si kwa Mwandambo tu. Lakini iwe kwa watu wote, taarifa kwa, kwa ngazi labda ya mtaa au um, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, kwamba tuchukulie mfano Mwandambo, imetoka press release kwa ukubwa ukubwa wake. Sasa ukirudi chini kwa yule, tuchukulie mfano kwa Mama Matei pale kijijini mm. Kabla mjaondoka naye au mjafanya chochote, taarifa kwenye ule mtaa wake ni mwenyekiti, balozi wa nyumba kumi, wale wajumbe wale kwa kuna hiyo wale watoa taarifa hey, hey, bana hey, hey, ndugu wangu amechukuliwa kwa kosa fulani yuko hey, kituo fulani cha polisi nice, tutakwenda mnaenda pale mnakutana naye okay, muone hiyo yeah, hicho hicho kinawezekana. Unajua mzaramu eh sio, mm. Kinawezekana. Kwa hiyo muhimu zaidi ni kuendelea kusimamia PGO unaelewa, mm. eh kusimamia weledi na taaluma lakini, mm. pia mtumiwa au wananchi kuendelea kutoa ushirikiano yeah. tunakwenda siku baya najua Kukosea njia ndo mwanzo wa kujua njia. Sasa njia tumeiona, nafikiri tuendelee kwenda. Moja kati ya vitu ambavyo nakumbuka viongozi wa ngazi za juu wa, huwa wakivizungumzia na wamekuwa wakituasa ni urafiki kati ya polisi na raia. Hmm. Kwa sababu mkiwa mna urafiki mna ushirikiano, ni rahisi kama kuna mambo mabaya kuyaanika na kuyaweka wazi hmm. Ushirikiano unatoka vizuri yani, kama kuna mhalifu kuna nini yani kuna, kuna chochote kibaya ambacho kipo kwenye jamii yenu mkiwa hmm. wale watu mna ushikaji nao mna urafiki nao, ni rahisi kushirikiana kama hmm. kuna, kuna, kuna uadui na uhasama ah. Ndio maana kuna wale watu wanaitwa hmm. polisi Eh, polisi jamii vitu kama hivi ndio vitu ambavyo mm. wanachipu inapokati. Kwa hiyo mwisho wa siku eh, mzaramu mm. mwisho wa siku hiyo ndo njia ya kupita. Jamii, kupita hiyo ndo njia ya kupita. Tushikilie hapo tushikilie hapo hapo. Tusimame. Uh, nimekumbuka kule kwetu kuna wale migambo wale. Kijijini mm. nazungumzia kulikuwa kuna wale migambo. Kuna kipindi walikuwa wanakamata ni vijana kuanzia miaka kumi na nane ambaye hauna issue yoyote, unakamata ujiunge na mgambo. Sasa kulikuwa kuna migambo wengi wanakamata kamata kipindi kile, kwa walikuwa ki, wakileta fujo fujo, yani kama wameenda sehemu soko, lintekewa ni mwondoleo sokoni, wamama wanachomachoma wanauza viazi vyao na nini, wakija wakikamata wanabutuabutua vitu, ila vitu vichache walikuwa wabutui, yani kama kuna deli la miogo wabutui na maandazi wanashika vitenda kituoni hivi palikuwa pana kitu panaitwa CCM yani ndio ilikuwa sema mambo ndio kama kituo cha polisi vitenda CCM hivi ndani ya dakika mbili nyingi vimeondoka hapa mnaona kabisa walivibeba vimeenda CCM mkienda CCM kuchukua vitu vyenu na mvikuti masaa ya hayo sufuria zimekaa pale naanza kujiuliza jamani nini tena kimetokea kwamba vimeyeyuka au way back lakini sio leo ni way back <laughs> <laughs> na na na, na, na, na, mzaramu hmm. na, te nafikiri sasa so, ndo ile kama tunavyoonaga kwenye muvi ile, polisi anakuja kujitambulisha fulani fulani, na naye ana na na haki yake mm. Polisi ana wajibu wake.